Kishki mmemkata, mjasikia? Ndio hilo mm. Vipi na wale wanaoshirikiana na mikhalafa yake? Uh, vipi na wale wanaoshirikiana na uh, na nao ambao wenyewe pia wanashirikiana naye? Mfano Kishki anashirikiana TIF, yani the Islamic Foundation, Mahasin TV, Dr Islam, vipi mumkate Kishki na kuwaunga wanaoshirikiana naye? Anaitwa Yusuf Muhammad Nyangasi, karibu sana. naam. kwanza aelewe huyu ndugu yetu mm. kwamba kumkata mtu ambaye ni mukhalifu mm. anafanya makosa kwa sheria ya Kiislamu ni sunna, taib. Naona katika sunna ya Bwana Mtume ni alhajru ala lmukhalif al walmubtadii ni kumhama mtu ambaye ni mwenye kukhalifu dini na mtu ambaye ni mzushi, naona au anayesaidia uzushi mm. Kwa hiyo tunayo sababu sisi ya kumkata mtu mm. pindipo anadhihirisha maasi yake, ndio anadhihirisha usaidizi wake kwa watu ambao ni wabidaa mm. unaona, ndio akayadhihirisha. Alanan tuna haki ya, ku, ya, ya, ya kuzuia mm. asiendelee na yale mambo sahihi, unaona eh? Ndio tena alanan na kubainisha kwamba huyu mtu alichofanya hivi si sahihi, na kumpa na nasaha, rudi kwa mola wako juu ya hili. Kwa hiyo mm. ni jambo limethibiti mm. Sasa tuje kwenye huyu ndugu yetu shekhe huyu, Mwenyezi Mungu amwongoze arudi katika njia ya sawa, kwa sababu mm. ni mwenzetu, kulikuwa kwenye Sunna kabisa. Na wewe unakumbuka tulikuwa na kanda zake hapa, hapa lakini pale alipokwenda kushirikiana na watu wa bida ambao wana uadui mkubwa na ahlusunna waljamaa, ndio pote la maibadhi, na akalisifia akaliitia mashairi na akaahidi kwamba atakuwa nao mkono kwa mkono mpaka peponi. Unaona, ndio hili likatupelekea kwamba ah, sisi kwa misimamo yetu mm. hatuwezi tena kushirikiana na mtu mm. tukitaraji huenda msimamo huu ukamrudisha katika njia sawa, njia sawa. Mm. Sasa katika mambo ambayo makubwa kabisa mm. yaliyotufanya tuwe mbali naye katika hili mm, au kumkata ni mambo mawili: kushirikiana mm. na watu wa bida, mm. tena bidaa mukafira kama mm. aa maibadhi ndio, halafu kulingania umoja ambao tunauita feki ndio kwamba umoja katika swala la, la, la, la, la kidini au ibadat hakuna hilo katika misingi ya ahlusuna waljamaa. Ndio maana utakuta siku nyingi kumekuwa na hata haya madhehebu ya ahlusuna, utakuta kila watu wameanzisha miskiti yao kabisa. Kuna miskiti ya ahnaf, mahanafi hmm. upo hapa mmoja Tanga hmm. Kuna misikiti ya kishafi ndio mingi hapa. Kuna miskiti ya maibavi Tabisa. Kuna miskiti ya, ma, ya, ya, ya, ya, ya mashia hmm. Kuna miskiti ya makadiani sasa wao wenyewe kwanza wamekataana kwa njia hiyo. Ndiyo. kwa nini sisi hatuswali kwenye misikiti ya mashia mm? kwa nini hawa wahanafi hawaswali kwenye misikiti ya shafi mm? kwa ikhtilafati ndogo ndogo nyingine, kwa mfano mahanafi, ma, mashafi, mamaliki pamoja na mahambali wote mm. hawa ni wanachuoni wa ahlusuna wal jamaa kabisa, lakini wamejenga misikiti yao mm ila tunakubaliana, Ahlusunnah Waljamaa inafaa kuswali nyuma ya imamu. Kwa mfano sisi mashafi tukasema tuswali nyuma ya imamu nani? Madhehebu ya kihanafi sawa, nini sawa, maliki sawa, hambali sawa, na ndio maana utakuta mahujaji wote huku wanaokwenda wanaswali nyuma ya, ya ya, ya, ya, ya wanachuoni wa, wa, wa kihambali. hmm. Ahlusunnah Waljamaa no, sasa umoja wa watu namna hii unakubalika lakini umoja na Mashia watu ambao itikadi zao tofauti kabisa <laughs> na kuna, kuna nyingine za ushirikina kabisa Masa. Sisi kwa mtazamo wa ahlusunnah waljamaa hatuwezi kushirikiana kushirikiana nao hawa watu mm. Kabisa, ukiangalia vitabu na fatawa za wanachuoni wengi wa ahlusunnah wanasema hatuwezi kushirikiana nao mm. kushirikiana nao katika mambo ya dunia, maadamu tunaishi pamoja, majirani, kufanya biashara au kujenga kisima au kujenga barabara mm. au kujenga hospitali twaweza kushirikiana hivyo, ndio lakini kwenda kushirikiana katika mambo ya kiitikadi hapana. Sasa ndugu yetu aliingia huko. Sasa kuna watu ambao sisi twashirikiana nao, unaona mm. na wao wanashirikiana na yeye mm. lakini hawajafikia daraja ya kwamba wamesema hadharani twamuunga mkono huyu bwana kwa sababu ya itikadi zake, twashirikiana mm. naye. Huoni mm. tofauti sasa uh -huh. ya mtu ambaye anashirikiana na sisi lakini hajadhihirisha itikadi ile aliyokuwa nayo yule ambaye anashirikiana naye, au akishirikiana naye, hawajashirikiana katika jambo lile la mukhalafa, wako kwenye mambo mengine. Kwa, kwa ufupi kwamba huyu hawa hata kama wanafanya makosa ya kushirikiana huyu mm lakini huyu anakuwa no na makosa makubwa zaidi kabisa. Unaona, yeye ndio kaingia. Na lau kama hawa wanaoshirikiana nao, nao wakidhihirisha msimamo kama wake, twawakata nao vile vile. Unaona, kwa sababu tunaamini hawa ni ahlusunna waljamaa. Sasa mimi nitakupa mfano wa kauli za baadhi za, za, za, za wanachuoni wakizungumzia masala hivi kwamba ni yupi ambaye katika hawa ambao pengine wanajinasibisha na sunna au mm. salafi mm. Yupi wa kumkata na yupi wa kumbakisha. Ndio mtanukuu kauli ya mwanachuoni aliye hai hivi sasa, ambao vijana wa kijadili wanajinasibisha naye sana, huyu mm. shekhe huyu mm. nimeleta kusudi kauli yake hii. Lakini kauli ya kwanza nitaka kuitaja ya mwanachuoni wa madhehebu ya, ya, ya kihambali ambaye anaitwa Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullah mm. ye anasema, unaona, ahlu sunna la yukhatauna wala yubaddauna. Kauli yake hii kwamba wale watu wanaonasibishwa na sunna mm. ahlu sunna, unaona, hawakosolewi kwa nia mbaya, yani kwa kwa unani, wala hawatiwi katika bidaa, <tip> eh. Kauli yake hii sasa, na huyu shekhe ambaye yuko hai mpaka sasa, nona, ameweka maelezo ya ziada kufafanua haya <tip> Shekh Rabii bin Hadi Lmadkhali anasema wa ahlu sunna la yubaddauna wala yuhajjaruna, <tip> nona min ajli akhta'in yasira, tayyib. <tip> Ahlu sunna hawaingizwi katika bida wala hawahamwi hawa, hawa, kwa ajili ya makosa madogo madogo mm. Bal eh, yunasahuna mm. Bali wanapewa nasaha. Naona wanapewa nasaha mm. Wayuwajahuna na wanaelekezwa mm. Bwana uliolifanya nasoro si sahihi si mm. Ili wewe shekhe, si sahihi unaona, iliyokuwa sahihi ni hivi unaona mm. makosa madogodogo unona eh? mm -hmm. ama man yagluu wayunadhiru e, e, batila mm -hmm. ama yule ambaye anatetea mambo ya batili unaona wa yuqiru lmubtadica mm -hmm. na nawakiri watu wa bid'a mm -hmm. wa yudafi anhum mm -hmm. na kawa nawakinga mm -hmm. eh? fahadha hmm. Khatarun ala ldawa salafia hmm. Huyo atakuwa ni hatari katika dawa ya nini, ya wema waliotangulia hmm. Wayajibu an yubayanu halahu hala hmm. Na ni wajibu kubainisha hali yake, huyo atangazwe kwa hey, watu hmm. Unaona haya hmm. Hey, maneno kayasema shekhe katika kitabu chake au kitabu chake mashuhuri kinaitwa Majmuu kutubu wasaili hmm. wa fatawa Shekh Rabil Madkhali hmm. juzuu ya kumi na tano ukurasa mia tatu na sita juzuu ya kumi ukurasa mia tatu na sita. Hmm. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba hawa wanaoshirikiana lau na wao watakuwa na misimamo hii hii, kaweka pembeni kabisa. Unaona, na wajibu wetu sisi, tukiwaona tuwaweke, tuwaambie kabisa kwamba bwana, nyinyi mbona mwashirikiana huyu? Je, mwampa nafasi ya kum ya kujitetea, labda pengine anachofanya ni, ni nani? Bali hata na wao hawatuambii sisi. Kwa mfano, huu msimamo wetu si uko wazi kabisa? Kama ni wa makosa, kwa nini nyinyi mwatuacha tuwafanya makosa? Tupeni na saa. Tuambieni, a, haifai kumkata huyu ndugu yetu Mwachein, kwa sababu huyu asili yake ni mtu wa sunna mm. na inafaa kuamiliana naye kwa sababu mm. moja mbili tatu, huenda tukakosea. Kabisa. Kama tumekosea basi turudi katika njia ile ile ya kushirikiana na watu wa, watu wa bid'a. <laughs> lakini